Nipende kuuliza hii halmashauri ya jiji la Arusha inayosema inatoa mikopo hii, mikopo ni ya kata au ni ya halmashauri? Kwa sababu sioni dhambi kama kuna kijana anaishi kata ya Kaloleni na kijana mwingine anaishi kata ya Kati na mwingine akaishi kata nyingine kuunganika, kwa kuwa pesa sio pesa ya kata, ni pesa ya halmashauri. Kuna dhambi gani wakatengeneza kikundi, kwa kuwa wako ndani ya halmashauri, wakachukua mkopo wa serikali, wakafaidika. Ombi letu hatuwezi kupambana na milioni mia nne zilizotoka kwenye akaunti ile ile ambao masignatori ni watu watatu, alafu zirudi pale milioni mia nne, masignatori hao hao waweze kutoa. Ushauri wangu wakubaliane na sisi viongozi, tuende tufanye kazi kwa vitendo. Kwa nini aote mseni nani, eh? Lakini kuna pikipiki nyingi usiku ambazo hazina plate number. sasa sijajua polisi hawazioni lakini sisi bodaboda usiku tunaziona. Mmeniuliza swali zito Tutamtie leo mikopo ipo au haipo? Ndo hapa na mimi nikambana yule bwana, kumbe mikopo ipo imetolewa zaidi ya bilioni moja, lakini uhitaji bado upo. Na nawaelekeza wakurugenzi na wakuu wa wilaya, taarifa ya utoaji wa mikopo kwa bodaboda au bajaji ziwe wazi, zitolewe kila katika ubao kwenye kata zetu, na vijana hawa na viongozi wao wazijue, kuliko hivyo sasa wanauliza mikopo ipo au haipo. Na madiwani naenda kuambia kwamba katika jambo ambalo vijana wanalipigia kelele ni uwazi wa mikopo. Swala lingine naelekeza kwamba haraka inavyowezekana, tutakaa uongozi wa bodaboda, uongozi wa bajaji, watu wa latla, polisi barabarani, tukae kwa pamoja tuone tunajipanga vipi ili tuende kufanya shughuli kwa amani na utulivu. Swala la pikipiki tatu mzuka, nilienda murieti kule akina mama akaniambia, ukiwa mkuu wa mkoa tunaomba tatu mzuka ni kero, hebu hawa wasituharibie mji wetu. Nilitoa tamko, narudia tena, watu wanaopita na kupora watu kwa pikipiki watafute mkoa mwingine, sio Arusha. Sisi tunawahudumia watu, hatutaki watu kuwa na wasiwasi. Lingine ni hili ni nililolikuta hapa la mvutano na mgogoro wa uongozi wa bodaboda boda mkoa na wilaya, ili mkuu wa wilaya anasema ndani ya siku saba tulifanyie uamuzi, tufanye maamuzi tena maamuzi magumu ya haraka, kwamba bwana, ni hivi eh, wewe kaa nao, wasikilize vizuri kubalianeni kwa pamoja, bwana, uamuzi ni huu.